Katika uwanja wa Kaitaba tunakwenda kushuhudia mechi ya ligi kuu ya NBC, mechi ya wanaume ishirini na wawili kwa ajili ya kusaka pointi tatu, wanajiweka sawa, huku wengine wakionekana kuwa tayari kwenye kikosi cha kwanza. Kinara wa mabao kwa Kagera Sugar Peter Luasa kama ilivyo kawaida yupo kwenye kikosi cha kwanza, lakini pia Shafan Siwa na Kasim Feka wao ndio ambao watasimama juu zaidi Coastal Union na wao wanaingia kwa namna hii dhidi ya Kagera Sugar. Amara Baga Yoko akiwa mbele na Mgaya Ali, lakini Fales Gama. Game on unaweza kusema hivyo katika mchezo huu ambao mimi binafsi naweza kuita ni Juma Dabi, Juma Kaseja na Juma Mwambusi, nani ambaye atafanikiwa dhidi ya Juma mwingine? Eric Mujage one against one. Kama atafanikiwa kupita aingiza pasa chini chini ndani kwenda kuondoka peka na wekwa chini, amuzi hakuona chochote chenye kuwafaidisha Kagera Sugar, ameona ni changamoto ya kawaida tu ambayo haiwezi kuwapa faida wengine ilimshinda kaona bora aweze kutanua mbawa yake ile kuweza kukusa mpira. Hija Shamte lida ameonyeshwa kadi ya manjano. Mwijage Eric siwa wanapoteza mwiliki wa mpira, chukua tena. Hija ajaribu mwenye, Hija Shamte ameucheza mlinda mlango Fales Gama anaifanya kazi yake ya msingi sasa, katika milingoti ile mbali mno. Alikunjua msuli ule. Hija Shamte bila ambao amekwenda kutolewa nje na kwa kona haya. Hija Shamte, ngine ni counter attack, anaondoka nayo Kagera Sugar. Imeacha kwa Peter Lwasa kwenye nafasi. Mwijage Naambiwa ni offside pasi na shaka. Shuka lipo juu kabisa la line one. Haya. Hiji Ashamte. Ngine ni counter attack anaondoka nayo Kagera Sugar. Imeachwa kupita Luasa. Kwenye nafasi. Mwijiage! Naambiwa ni offside pasi na shaka. Shuka lipo juu kabisa la line 1. Kiwa amelinyosha mpaka sasa hajashusha, kwashiliya kwamba yupo sahihi kwa ambacho amekiamua. Peter Loasa akaitenga pasi kwenye eneo zuri kabisa kwa Eric Mwijage, ambaye aligusa mpira, uligonga mwamba na kudunda ukaenda kumalizwa na kasi mfeka. Chibada anaweka cross, nani anaondosha? Lame Klawi, unatolewa mpira nje na ndipo wakati ambapo Ali Mnyupe filimbi yake inasikika kukamilisha dakika 45 za kwanza, dakika ambazo tumeshuhudia kashkash kadhaa, lakini hatujashuhudia nyavu zikitikisika. Kitazama baadhi ya wa wachezaji wa Kagera wamekuwa wakikumbushana baadhi ya mambo ambayo walielekezwa ndani ya vyumba vya kubadilisha nguo. Mpira ambao umepigwa na kwenda nje anakwenda kuu hapa, gol kick Coastal Union. Bado huko nami Ayubu Hinjo, tutakuwa wote mpaka mwisho wa mchezo. Bado ameenda kukomana, mpira anawahi Samueli Onditi, anaondoka hija shamte, imechezwa foul na anaoneshwa kadi ya manjano, anaondoka kajikwa kwenye mguu wa Amara Bagayoko. Onditi jaribu kukapasa kisigino, wanaondoka najichanganya nyewe, wanajaza mpira kwenye neti! <coughs> hamna hamna, ndo panapoliwa, ndicho ambacho kinanyanyua shangwe la mashabiki wa Kagera Sugar, namna <coughs> ambapo goli limefungwa. Imefungwa, uliguswa ule mpira mguso wa mwisho ni wa mlinzi wa kati wa Coastal Union baada ya kisigino ulimgusa, Ali Msangi, Ali Msangi alijiweka mwenyewe kwenye neti. anatoka jezi namba 20. Wamejifunga Mangushi anageuka vyema mkandarasi wa uwanja na akikwenda kuitenga pasi kwa Joseph Mahundi. Haya inaeka pasi ndani yo, inaingia nayo kwenye nafasi tena, bao la pili, pilipila wakataa ule Kasim feka Juma Kaseji anashika kichwa chake, aliamini tayari ngome imetika kwenye kamba, mpira ambao aliingiza mguu Kasim, lakini mpira haukwenda kwenye eneo ambalo pengine aliamini utakuwa umeingia. Amedua Bakari, Lucas na Miraji bakari kwenda kumtoka mpira ambao unakwenda kwenye net. Haya ni maajabu haya, ulionekana kuwa mpira hafifu, mpira ambao unyakwenda kujaa kwenye, kwenye mikono Lucas Kikoti Almeida, ulipigwa akanyosha mikono yake kabisa Ramadhan Chalamanda, kwamba hii anaikamata lakini haikuwa vile ambavyo yeye alidhani ye, inaweza kuwa kishindo kilikuwa kizito kile cha Lucas Kikoti almeida. Bao la kusawazisha kwa Coastal Union. Anajaza na mpira juu juu ndani, unajibiwa kichwa tena kwenye nafasi na ndani kule, anaingiza ndani <coughs> Mohamed Salum Jecha atio zito kabisa la mahaba kwa Juma Kaseja, mpira ambayo ulimkuta kwenye nafasi akapiga diving header kama anakwenda kwenye swimming pool, mpira ambayo Mohamed Salum Jecha aliruka nao na kuandika bao la pili kwa super mkurukubi Kagera Sugar, haishi mpaka ishe. Mohamed Mussa Full time! Ni Juma mmoja kati ya Juma wawili ambaye amefanikiwa kubeba pointi tatu hizi Juma Kaseja mchezo wake wa nne tangu amekuwa kocha wa Kagera Sugar sote amefanikiwa kuwapa tabasamu wana Kagera